A tired man. Mwanaume ambaye amechoka mm -hmm. katika mahusiano ya ndoa mm -hmm. ama yale tu mahusiano ambayo pengine ni ya courting and all that eh? Yeah. When we talk about a tired man a mm. what are we talking about hivi leo. Uh, wanawake wanalalamika sana mm. kwamba wako katika mahusiano yeah. na wanaume ambao wanakaa ni kama hawajitumi mm wanaume wanakaa ni kama hawapeani uongozi yeah. hawapeani mwelekeo mahusiano, mm. haya yanaenda wapi? yeah. na ukichunguza kwa ukaribu unapata ya kwamba eh, yule mwanamume ni kama amechoka. mm. kuna maswala kadhaa ambayo yanaweza sababisha mwanamume kufika mahali yeah. ambapo amechoka moja hapo ni ile kwa kilugha Kiingereza tunaisha emotional drain, yani emotional hisia drain zake anahisi uchovu katika hisia zake mm -hmm. na hii inaweza kutokana kwamba yule mwanamme haisi kukubaliwa mm -hmm. Uh, there's no appreciation yeah. katika ile nyumba ama katika ile uhusiano mm -hmm. Uh, analaumiwa kila mara mm -hmm, na pia haeshimiwi vile anavyotakikana yeah. Sasa unapata kwamba anafika mahali anaanza kuchoka mm -hmm. na ule uhusiano, kwa sababu it is emotionally draining him yeah. yeah. Na mara zingine wanawake hawajui. Sasa zingine, maanake inafika mahali ni kama huyu mwanamume anajituma, there is a lot of expectation, mm -hmm. lakini hakuna ile fuel Appreciation, naambia watu ni fuel kwa mwanamume, mm hauhitaji -hmm. kufanya mambo mengi. Yeah. Ni kumw-appreciate na kumwheshimu, mm -hmm. na kumwonyesha kwamba yeye ndiyo, yeye ni jogoo. Yeah. Simba, basi anajituma, lakini mara zingine pia ni kuchoka kunaweza kutokana na mambo ya kibinafsi. Aha, mambo ya kibinafsi hapa inaweza kuwa ni kazi nyingi ni Uh, unapata sasa kuna wanaume ambao hawajui kujibalance. Mm -hmm. Kazi ikiwa nyingi yani mm -hmm. Ana focus mali pamoja yes, yes. Sasa katika mahusiano anaiona itakuja second mm -hmm. Ni ya pili mm -hmm. Lakini kazi yake inakuwa ya kwanza yeah. Sasa unapata yule mwanamume kwa sababu ya stress ile ya kazini mm -hmm. Stress ya kifedha mm -hmm. Unapata anafika katika kiwango ambacho amechoka yeah. Ana, anaweza kuwa hasemi, lakini mm -hmm. Unaona mm -hmm. Uh, katika maswala mazima ya uhusiano wenu pale unapata kwamba huyu mwanamume amechoka. Sasa unapata ile personal issue mm. Saa zingine inafikia kiwango ambako uh, kuna breakdown ya communication yeah. Watu hawaongei sana yeah. Uh, hakuna mwelekeo mm -hmm. Hakuna uh, mapenzi mm -hmm. kujieleza yeah. kimapenzi mm hiyo -hmm. Inaonyesha kwamba yule mwanamume uh, amechoka kwa kiwango fulani yeah. Alafu ya tatu pia ni msongo wa mawazo mm. Wako tu wanaume wengi kwa sababu moja ama nyingine, yes. Wanapitia msongo wa mawazo mm -hmm. Lakini mara nyingi huwa hatuelewi. Unaweza kuona mwanamume kwa sababu anapitia msongo wa mawazo amejitenga mm -hmm. Haongei, yakaakaa mm -hmm. peke yake mm -hmm. Unaona mm -hmm. Lakini anapitia A mental health problem yeah. afya yake ya akili haiko haiko sahihi, mm -hmm. na inaweza kuwa inatokana na mambo mengi. Nimegonga 40 sijanunua hata kagari. Wow. Unaona, ama nilikuwa nazo zimeisha. mm -hmm. wenzangu wamesonga wamejenga watoto mm -hmm. wao wako shule, wenzangu wanakaa wanaendelea vizuri, mimi sasa ukijiruhusu kuanza, mm -hmm. kujifananisha na watu mm -hmm. utajipata kwamba unafika katika kiwango cha msongo wa mawazo watoto yeah. wako wanakuja wanakuitisha kitu fulani, iwe kila siku ni sina sina sina. mm. Tungoje, ntaangalia, ninaomba tuombe Mungu e, tuombe Mungu. unafika mm. mahali unanyamaza sasa, mm. kwa sababu uliwaambia tungojee wiki mbili wiki mbili mm. zimepita. mm. Sasa hile inafikia mahali namfanya mwanamume uh, anachoka yeah, kwa kiwango chengine uh -huh. mm -hmm. najua kuna mtu ambaye anataka practical examples done mm -hmm. ya mwanaume ambaye amechoka physically, psychologically, emotionally, even spiritually. Uh, ndio tusi assume because kuna mwanaume ambaye anaweza kukaa kama ama withdraw, mm -hmm. but ni hulka yake ni nibecause kuna wanaume ambao naturally they are not uh, involved in, yes, in most issues, yes. Eh, yani wako na behavior pattern ya withdraw exactly ndiyo wako yeah, wao. Lakini huyu tunaongea mwanamme ambaye alikuwa anajukumika sana mm, mwanamme ambaye alikuwa anajituma mwanamme, yeah, ambaye alikaa ameshamiri katika usia mahusiano mm, yani, mm-hmm, katika ndoa yake, ni mtu aliyejituma, alipenda kukaa na watoto wake, alipenda kupenda mke wake mm, alafu anafika mahali in, in, in, na hii inaweza tokana na kitu chochote, kuchoka. Yeah. pia saa zingine inatokana na uh, fujo katika ile nyumba, kuna fujo, unresolved conflicts uh, na saa zingine pia mwanamme anaweza ni kwa sababu amepata kidosho mwingine kule nje mm. Sasa hisia zake <laughs> zinaenda kule, zinaenda kule. Mm. akifika hapa kwako kwa anchoka, presence yako inamchokesha tu. wow. anakuwa kama tumbili. <laughs> <laughs> Tumbili. Yani hisia, unajua mi naambia watu mwanamme mm. aliumbwa ajabu sana. mwanamme anaweza kuangalia hivi aka Zewa, akawa uh, halali akifikiria yeah. figa yako akifikiria vile ulivyo halali yeah, jinsi unavyoongea yeah. yeah. halali yeah. Lakini mara hisia zake zinapokata pap, kwa sababu ya jambo moja ama lengine mm. asinywe na akate, wow. ani unajipata wewe ni mrembo bado vile vile yeah. lakini huyu bwana hisia zake haziko pale, haziko No, sasa unajiuliza nilifanya nini shida, ulifanya nini ama, si mrembo tena, nizeeka ama nifanye, lakini yeah. Shida ni kwamba mm. huyu mwanamume anapo switch off, mm. anapo switch off mwanamume mm. uh, inataka kazi sana kuweza kumrudisha kwa sababu mm -hmm. akili yake imechoka mm -hmm. tayari yeah. Sasa kuna mambo mengine mengi, lakini haswa msingi wake mkubwa yeah. ni hayo mambo matatu nimesema. mm -hmm. Emotionally unapata yule mwanamume iko drained. yeah. kihisia yani, anasikia kuna kiu cha kihisia. mm -hmm. Pili ni mambo ya kibinafsi sangine. mm -hmm. si wewe yeah. ni mambo yake yeye mwenyewe ambaye mwenye ameshindwa kuweza kubalance. mm -hmm. Alafu tatu ni msongo wa mawazo yeah. Sasa kutokana na hayo mambo kunaweza chipuka mambo mengine mengi. mm -hmm. uh, kwa sababu mnavyoendelea, unaweza pata kutokana na ile emotional drain, ikafika mahali kukawa kuna unresolved conflict, kwa sababu anahisi haheshimiwi ama kuappreciated, ikatokea kwamba sasa aa, apate mtu kule nje. mm -hmm. ambaye anampatia respect, hata kama ni fake, atazama mzima mzima, hata kama ni fake. uh -huh. akienda pale kwa baa anaitwa, uh -huh. mkubwa, kiongozi, uh -huh. umefika. uh -huh kunywa mbili baridi anasmailiwa. wow. kama hajafika siku mbili wana notice hajafika, wanampigia. Anaona. Anampigia ama hata kazini mtu ana notice, anamwambia eh, siku hizi naona you're not yourself yose. mm. ana show concern mm. anamwambia talk talk talk to to to me me oh, no. me James James yeah. talk to me yeah. ni mtoto mzuri huyu <laughs> <laughs> na wewe kule nyumbani akifika unasema tu unamwambia, anti anti, babake nani msafu chakula, mpelekee maji kwa bafu, mpelekee maji unaona. Sasa anafika mahali, akianza kuona hiyo, anachoka na huku kwenye mm -hmm. Sasa mara nyingi wanawake huja wakaongea kile cha sasa kinachofanyika mm -hmm. yeah. lakini hawataki kuongea kile kulifanyika nini, ndio afikie hapa afikie hapo, kulifanyika nini huko mbeleni uh -huh. ndio mpaka huyu mwanamume leo ana behave hivi unaona. yeah. Ya yeah. Sa kwa sababu saa zingine utapata kwamba ee, hata kujamiana mm. Unafika mahali unapata kwamba mm. Mtu anakuja nyumbani mambo mawili mm -hmm. Inasemekana sasa mm -hmm. tabidi mfanye research yangu na mi improve kama ni kweli yeah. Sio Nairobi mji wa mshemishe, ni kweli mambo mawili yasemekana, mwanamume anapokwenda nyumbani anafikiria yeah. chakula kizuri yeah. alafu pia anafikiria Uh, pale kitandani <laughs> <laughs> mambo mawili peke yake akifika kwa nyumba, anapokwenda oh, barabarani, akiwa barabarani, akienda nyumbani, yasemekana mwanamume ufikiria tu mambo mawili, afike, asaviwe vizuri pale, chakula oh. vizuri uh -huh. alafu na mapenzi na mapenzi. Sasa hivi vitu viwili constantly vikikosa mm. Unaona zinaweza mm. fanya huyu mtu akawa rigid mm -hmm. Sasa anafika mahali anaacha. Ukif... mwanaume akifika mahali he is not expecting that mm -hmm. ya kwamba naenda katika ile nyumba but I'm not expecting nothing much. kama ni chakula si kizuri hata, yes, hakipo pengine yes. mapenzi hakuna mapenzi, hamna, it's a very dangerous place mm -hmm. because men are weak. Watu fikiria wanaume ni strong sana mm -hmm. lakini men are weak atakosa afike mahali he is not expecting that. Yeah. alafu afike mahali kwamba anajiheshimu mm -hmm. hawezi kwenda nje mm -hmm. na kwake hapate anachokitaka yes. ana shut ana -detach. ana detach na hashiriki mapenzi na mtu kule nje. Mara zingine watufikiria kama mbaya eti mwanamume ana mangamanga kwa sababu alali na wewe ndio. mm. Wako wanaofanya hivyo, lakini kuna mwingine na nimefanyia, nimeongea na wanaume kama hao. Yeah ya kwamba amedetach kabisa, halali na mwanamke mwingine nje, na mwanamke mwingine nje, na hisia hakuna, kwa sababu ulianza kumwonyesha kwamba hichi kitu lazima kama ambaye anunue. Mm. na yeye alikuwa ana expect nyumbani, nipate meza imeandaliwa machoni pa watesi wangu. Sasa wanabembeleza anafika mahali asema, jama, nimejituma, nimeenda. Yeah. na chakula kile kitu ameenda shule. Uh -huh. lakini pia pia mfukuzane. <laughs> Ah, ah, I I nayo. <laughs> No, sasa mwanamke anafika mahali miezi miwili imeenda, miezi mitatu, huyu lazima akona we, eh, na mtu nje anaanza kulalamika, unasikia. Yes. Hapa wengine wanakupigia simu hapa kwenye redio yeah. Unaona, lakini hawakwambi walianza mchezo gani no? Ukamfikisha mtu mahali fulani mm, ambao sasa aka detach. Talking about detachment, Dan, uh, na sijui kama ni zile sababu ambazo umetaja kuna tabia ambazo tunafanya sisi wanawake zinafanya mwanaume ana detach, yes. kwa haraka sana, na sijui niziite sababu ambazo they are so traditional. Mm -hmm. kuna mwanamke wa kisasa na kuna mwanamke ambaye tunasema kwamba Off, wanaume hivi sasa in this modern age wakiwa na corporate women, mm. Mwanamke ambaye anajituma, mwanamke wa kisasa. Unajua mambo kidogo sana amebadilika. Mm. Cho badilika ni kwamba mm. Mwanamke anakwenda kazini. Yeah. Unaelewa? Mm. Sasa kuna wanaume ambao wanaputa demand, mm -hmm. An expectation. Unaenda mm. kazini pia na wewe changia mm. Lakini kuna wanaume leo hawaputa demand. Yeah na kuna wanaume pia nao wamelegea zaidi, mm -hmm. kwa sababu mwanamke wake anafanya kazi, sasa yeye analegea zaidi mm -hmm. na kuna ambaye manam, ambaye pesa yako ni yako mm -hmm. wewe kama unataka kuchipin, chipin, but it's not like mimi nitakuweka kako mahali na expect hiyo yeah. Sasa hiyo ndio, hilo ndio badiliko peke yake mm -hmm. mm -hmm. shida inakuja hivi mwanamke anajisahau ya kwamba yeye bado ni mwanamke yeah. Just because you work in a corporate does not mean you know somebody's wife especially kama mm. Uko katika mahusiano ya ndoa mm -hmm. Lazima ujielewe ya kwamba bado yule ni mwanamume vile vile yeah. Ya kwamba sasa si kwamba muko sawa mm. Kwa sababu munafanya nyote kazi mm -hmm. Unaona mm -hmm. This said ni kwamba mwanaume pia lazima aelewe mm -hmm. ya kwamba ikiwa mke wangu anafanya kazi, ya kwamba atakuja masaa fulani yeah. na si kwamba saa zingine wanaume wengine wanaelewa, na si kwamba wanaputa lot of demand uh -huh, uh -huh. Tuchukue mfano, si wewe unayepika chakula yeah. kuna na house manager nimemuelekeza, nimemfundisha kazi um, pale. Yeah. Yeah, pale nyumbani mm. Lakini you can take a simple responsibility of saying I will serve my husband yeah. mm. yes. si mimi nimepika chakula mm. Lakini nitakuja nikiangalia kile chakula kwamba kiko up to standard mm -hmm. ya mume wangu mm -hmm. alafu mimi mwenyewe I will take the responsibility unless yeye amefika mapema mm. na mimi nimechelewa, mm -hmm na ataka kula kabla mm -hmm, sijakuja mm -hmm, hiyo ni sawa yeah. Lakini wherever I am there unaweza purpose ya kwamba. Sasa wanawake wanajisahau. Hata wengine wako na wasichana wakubwa, sasa wanafika mahali ni msichana wake ndio kila siku na baba, baba enda upatie babako chakula. Unaona, sasa vitu vidogo vidogo kama hivyo unconsciously vinaanza kuingia yule mwanamume. Inaweza kuwa hata amevipuuza, lakini one day akienda mahali asaviwe vizuri, ama aende kwa rafiki yake, na aone rafiki yake vile anavyofanywa na mke wake, hapo hapo anaangalia eh, Kwao wenzangu, bwana, huku nje wanafaidi mm -hmm. Wanaheshimiwa kwe, wanachukuliwa kama wafalme huku nje eh. mm. na mimi pale naonekana tu hivi <laughs> hivi hivi tu, kijana wa kawaida, duduvule tu duduvule tu. Dudu vule. Sasa hile tayari inaweza kumtia sumu okay. sumu tu ya observation, ameona mm. tu mwenzake vile anavyo na labda yule anatitiwa vile vizuri sana kwa sababu kuna mgeni, wanapenda vipindi, tunapenda vipindi, especially kama kuna wageni, wanataka kujionesha kwamba wewe una una mheshimu mwenyewe wako, unamuliza utakunywa kokoa ama utakunywa chai ya maziwa ama utaka ile strungi yako ya limau, unajifanya, kumbe ni vipindi ile ile sana ya mambo ya kawaida. Sasa, yeah. Hizi ni mm. tabia zingine ambazo saa zingine mm. yeah. unapata because all of us are working mm. Sasa you are expecting ya kwamba sote tuende sambamba mm. yeah. Uh, mimi ndio nikuwa expected kila siku niamke nitandike kitanda uh -huh. nihakikishe room ya inakaa safi kwa sababu you are a working woman uh -huh. vitu vidogo vidogo na mm. sisemi wanaume hawastahili kufanya mm. walakini kuna ile expectation, matarajio ambayo saa zingine mwanamume akija katika ile bedroom anataka kuona mm. usafi wa kiwango fulani mm. uh, yani kumeandaliwa mm. naona. Na kama ni yeye ndo una expect afanye hivyo kila siku yes. Basi atafika mahali aanze kuona I mean, uh, where are we going yeah. as far as this is concerned so, vitu vingine, vitu vidogo vidogo, na saa zingine nakutana na, na today's generation ambao wanabishana sana mm -hmm na vitu vidogo vidogo, and then you see why people are still out there without serious relationships and, kwa sababu watu hawataki kujielewa yeye ni nani. mm -hmm. and if you want to live with a man mm -hmm. Uh, lazima uelewe saikolojia ya mwanamume inafanya kazi vipi? yeah. Nikisema hivi sisemi ya kwamba Men are perfect. Mm. Wao pia wana vituko vyao tu, well. Maybe siku nyingine tutafika mahali pia tuongee juu ya a tired woman. Unaona, tutakuja kuongea hiyo yeah, lakini leo tuongea juu ya mwanamume ambaye amechoka, yeah, na tunasema emotional drain mm. kitu gani unaweza fanya, kwa sababu hapo unaweza fanya kitu mm. Ndio, unaweza kufuatilia na kama ni mwanamume wa kuongea, ukampa mawazo mawili matatu, ukamtia hope, ukamwambia mume wangu, tutabambanya na kile kichache kilicho mpaka hmm. saa ile utakaofanikiwa mm -hmm. unamtia hope, unaona mm -hmm. Because of personal issues. They have nothing to do with you, lakini wewe unachukua jukumu la kumpatia hope. Aha. Ikija mambo ya msongo wa mawazo unaweza kumsaidia yeye, asifike katika hicho kiwango mm -hmm. cha kuingia katika msongo wa mawazo. Yeah ana ugonjwa fulani mm -hmm. wa afya ya akili mm -hmm. Unamsaidia vipi kuhakikisha ameona daktari? Unamsaidia vipi kuhakikisha kwamba anameza dawa zake kusudi mm -hmm. asifikie kiwango ambacho kitakuletea wewe tabu zaidi. Sababu kama mtu ni alcoholic addict, na ana uraibu wa pombe mm -hmm. na ni mume wako mm -hmm. eh, kikiumana mm -hmm kina umana paka kwa koe mwenye E, ndio kweli. sasa ni vipi unaweza msaidia huyu mtu asifike katika kile kiwango? Aha. na kama ni yale maswala sasa emotional drain je, kuna mahali ambapo umelegeza kamba pengine katika kumu appreciate huyu mtu mm -hmm. katika kumfanya hea jielewe ni jabari na ni kiongozi katika ile nyumba mm -hmm. kwamba anastahili kuheshimiwa, na watoto pia wanastahili kuheshimu baba yao. Mm -hmm. Kwa kiwango gani unaweza cheza hiyo? Kuhakikisha kwamba una build ile communication ya kwamba huyu mtu asifike mahali ukaanza kumlose kwa sababu inaanza polepole. Pole wake. Dr. Mugera msikilizaji, jamani ndoa isiposimama yako, mimi sijui utatulaumu ama namna gani.